Kuna, kuna vitu vingi ambavyo tunavikosea sana mm. Kwamba ulimwengu wenyewe unaangalia wakati wa sasa tu umeelewa, na umakini wa kutamka mm. Kwa mfano mtu anasema sasa umaskini ifikie mwisho sasa mm. Nimechoka na umaskini, nimechoka na umaskini ume, umetuma um, umetamka maombi gani kwenye, kwenye ulimwengu mm. Umetamka nimechoka umaskini, ya, ya, yaani, yaani ulimwengu unakulipa nini kwa ko, tu, tunakosea kwenye kwenye kutamka Mm. Yaani ulimwengu unakulipa kuchoka nini? umaskini, umaskini. Kwamba utazidi gani? kila, kila siku tu kuchoka hivyo hivyo maana mm. Umeomba kuchoka umaskini mm. Kwamba mtu anatamka natafuta fedha si tu mm. kote na naatafuta na, na, fedha umetuma barua ya kutafuta nini a kila siku. Kila siku mm. mm. tuone nguvu ya maneno mm, na na hii ni, ni password kubwa sana. Unajua maneno ni, ni, ni password. Mm. maneno ni, ni siri, mtu ambaye mwenye uwezo wa kufungua nguvu ya kutamka, huyo mtu ni, ni unamkuta una mbali sana mm, kwa sababu namna ya kutamka ubunifu wa kutamka, sayansi ya wa kutamka, sanaa ya kutamka, maanake ni, ni maarifa ambayo yamefichwa. mm. watu wengi huwa tu wanatamka kwa, ku, kwa kubahatisha. Menelewa? kwa hiyo, hiyo itakusaidia, kwa hiyo ukijua haya itakusaidia sana kuepuka mambo mengi sana katika, katika, katika ulimwengu. Menelewa bwana? mm. Ambao uliuza swali, majina ya taasisi, majina ya mtu. Yaani kuna mtu kampa mwanaye jina la mtu ambaye hamjui maana ni babu yake tu, ambaye hajui alikuwa ana ana energy gani. Majina ya kurithi, yani yani hujui babu ana energy gani mm. Kwa sababu tu umekuta kuna majina ya kurithi ukampa mm. Wakati elimu nzuri, ni heli ujue kwanza, huyu unampa jina la mzee huyu, mzee alikuwa ana energy gani mm. ana tabia gani? Maana unahamisha energy ya babu kuja kwa mtoto huku ndio, umeelewa? mm. Kwa sababu binadamu kupitia majina ndio unamtengeneza mtu aweje, maana tayari hapo mm. ushamnenea Hmm. Na anaanza kulipwa malipo ambayo yeye kayaomba.